Hey, mimi nakujanga tu saa nyingine. Sasa tunaona saa hii imeisha kidogo, lakini wakati mwingine nakujanga mingi naye. Sasa ile mnanitibu mimi, nashukuru kwa maana hata na siku nyingine mnaweza kurudi, kwa maana ile hii ndiye natibiwa na ile inabaki kwa nyumba tena, nitakaenda tena itanidunga sasa. Mkirudi mimi nashukuru, kama mtapea na mtapewa nafasi tena kama hii, mkuje tena, mtu muendelee kututibu, halafu iishe naye, tutashukuru. Hii ufadhili venye mnaona ni ya speaker Bwana Fredi Kodilo. Ni yeye ndo ametusponsor. hii ni foundation yake ameona, a give back to the community. So ni yeye anapeana kwa community kama msaada wake. Ukiangalia mali kama huku, kuna area MCA, kuna MP wanatoka huku, lakini hata hawajui kama kuna funza huku. Fredi Kodilo, yes, ni Obusia county, lakini atoki ile eneo. Atufanye tu jiga peke yake, tunafanya environment and climate change kwa health, ndo hii tuko kwa jigas, tunafanya sports na vitu vingine. So hapa hivi tulipo tunashughulika na hii mambo na jigas, tuko tunataka kufanya medical camp across Busia county ya enye italeta watu wote pamoja, si jigas tu peke yake. Tangia tuanze ili shirika, tumefikia watu zaidi ya mia moja wafunza na ni jambo cha kusikitisha sana kuona kwamba katika hii karne bado kuna watu wanasumbuliwa na funza, wengi hawajiwezi, ni wale maisha yao iko chini sana. Lakini unajua kujitolea, na mkono ambao hauna kitu hauwezi endelea kufanya mazoezi yoyote. Kwa hivyo wakati hii grupu ilianza, tuliona kwamba watu wengi wanateseka katika jamii, na kuwafikia lazima sisi wenyewe tuende. So vile tuliamua kufika, tuliona kwamba tunalemewa kwa maneno mawili matatu, kama fedha za kufika huku na kununua madawa tukamwaproche kiongozi wetu ambaye ni bwana engineer Fredrick Wafula Odilo, ambaye ni speaker wa kaunti ya Busia, alieka mkono wake kweli kutusaidia. Hata kadri tulikuwa tumegwama last week, ila kadri tulikuja, alituambia mwezi gwama kama mimi niko nitawanunulia soda wagonjwa wangu wakunywe, na madawa fulani akatupatia madawa kweli, tukasema hiyo ni kazi mzuri, na Mungu pia kama anabariki pia yeye aendelee kumbariki. Naomba wale ambao wameathirika na funza kwamba usafi ndio kitu ya muhimu. Na kama unaona huko na huko na funza na unaweza tupatia e, ripoti tufikie mapema, sisi tunapanga siku tunakuja kusaidia jamii katika hali ya kuondoa funza na uongozi uliopo. Maanake hapa tulipo ni afisi ya chifu na unaona ametupatia ruhusa kwa sababu tumezungumza naye tukamweleza naye, akasema kwamba shida ya funza iko katika area yake, si tukasema tutamsaidia. Huwa tukienda kwa kijiji tunaangalia kila familia vyenye inaendelea, na sana sana vyenye huwa naendelea kwa kijiji, huwa napata familia zingine ziko zenye madudu kwa miguu zimeenea sana. Kulingana na kijiji cha Bulemia East, tuko na watoto na familia zingine zenye ziko na jiga sana na sana sana hizo familia ukiangalia, ni wale ni zile familia ambazo haziziwezi sana. Changamoto tuko nazo, serikali yetu iko na dawa ya funza. Sasa tumekuwa na shida ya tuende tufagie maboma za watu, tuende tujaribu kuleta usafi, lakini sasa naona hii imetusaidia kwa sababu ni dawa, wanatibu wanafanya usafi mzuri sana. Sasa naona wametusaidia sana katika community.